Manufaa ya upanuzi huu yako wazi. Tunaongeza usalama wa upatikanaji wa nishati, tunaimarisha sekta yetu ya baharini, tunaongeza thamani ya kiuchumi na ajira bora zenye viwango vya juu. Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na Denmark ni miongoni mwa nchi zilizotia saini makubaliano ya kuifanya Bahari ya Kaskazini kuwa hifadhi kubwa zaidi ya nishati safi duniani. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW, Nairobi. Wanamgambo wa Al Shabab wa nchini Somalia wamewaua chifu na mwalimu mmoja katika eneo la Holugo lililo katika kaunti ya Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya inayopakana na Somalia. Polisi wamesema maafisa wa usalama wameanzisha msako wa kuwatafuta washambuliaji huku hali ya usalama katika eneo hilo ikiimarishwa. Alshababu kundi linalodhibiti maeneo mengi ya kusini na kati mwa Somalia, mara kadhaa limekuwa likifanya mashambulizi ya kuvuka mpaka na kulenga jeshi la Kenya na raia. Wachambuzi wanasema mashambulizi hayo yanalenga kuishinikiza Kenya kuondoa vikosi vyake katika ujumbe wa kulinda amani nchini Somalia. Mnamo Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu watu saba waliuawa katika matukio mawili tofauti katika mkoa huo huo. Polisi walisema wakati huo kwamba watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Al-Shabab walihusika na mashambulizi hayo. Na hatimaye ni New York. Dhoruba kali ya majira baridi ya baridi iliyoyakumba maeneo makubwa ya kaskazini mwa Marekani imesababisha vifo vya watu wasiopungua kumi na moja, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Gazeti la USA Today likinukuu mamlaka za maeneo husika limeripoti kuwa kulikuwa na vifo angalau kumi na tatu katika majimbo matano ya wa Marekani, wakati kituo cha CNN kimeripoti vifo kumi na moja. Mea wa New York Zohorani Mamdan alisema watu watano waliopatikana wamefariki nje mwishoni mwa juma wanadhaniwa kufariki kutokana na baridi kali. Hata hivyo alisema kuwa chanzo rasmi cha vifo hivyo bado hakijathibitishwa. Kulikuwa pia na vifo vilivyosababishwa na ajali mbaya za barabarani kutokana na hali ya theruji, ikiwemo vifo vya angalau watu wawili katika majimbo ya kusini ya Texas na Tennessee na huo, msikilizaji na mtazamaji ndio mwisho wa taarifa. Habari za Ulimwengu kutoka DW, DW dunia yetu leo jioni. Asante sana Silvia Mwehosi kwa taarifa ya habari. Tuangazie sasa yale ambayo tumekuandalia katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Matamshi ya rais Yoweri Museveni kuwataja wapinzani wake kuwa magaidi yameibua mjadala mpana wa kisiasa ndani na nje ya Uganda. Aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua adai kuwa uvamizi dhidi yake kanisani ulilenga kumuua. Upinzani unasemaje? Tunakemea kwa nguvu zote tukio hilo na kuweka mbele yake Mheshimiwa Rais William Ruto. Tukio kama hilo haliwezekani bila William Ruto kusema fanyeni hiyo kazi. Na nchi za Ulaya zinazopakana na bahari ya Kaskazini zimekubaliana kufanya uwekezaji mkubwa ili kupanua uzalishaji wa nishati ya upepo wa baharini. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi Na mtuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Vilevile tunapatikana Facebook. Usisite basi kutuachia maoni yako. Tuanzie Uganda. Matamshi ya Rais Yoweri Museveni kuwataja wapinzani wake kuwa magaidi aliyoyatoa wakati wa sherehe za maadhimisho ya miaka 40 ya utawala wake yameibua mjadala mpana wa kisiasa na yamepokelewa kwa hisia na mitazamo tofauti ndani na nje ya Uganda. Sherehe hizo zililenga kuadhimisha miongo minne ya uongozi wa rais Museveni tangu achukue madaraka mwaka elfu moja mia tisa themanini na sita. Hata hivyo maadhimisho hayo yaligeuka kuwa jukwaa la lawama za kisiasa. Wanaharakati wa utawala wa kidemokrasia wamesema matamshi hayo yanaashiria hali ya wasiwasi wasi na mashaka miongoni mwa viongozi wa upinzani, hasa katika kipindi hiki cha baada ya uchaguzi. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi. Katika hotuba yake, Rais Museveni ameelezea kutoridhishwa kwake na idadi ndogo ya wapiga kura waliojitokeza, akidai kuwa zaidi ya wafuasi wake milioni sita hawakushiriki uchaguzi Kutokana na vitisho na matamshi aliyoyataja kuwa ya kigaidi kutoka kwa upinzani, rais huyo alishangali kwa nini watu waliotoa matamshi hayo hawakuchukuliwa hatua na vyombo vya usalama. The opposition who, who use terrorist approach. Why should you attack anybody because of the elections? Wapinzani wanatumia njia za kigaidi kwa nini umshambulia mtu yeyote kwa sababu ya uchaguzi na kutumia matamshi ya vitisho? Na kwa nini polisi waliyasikia haya yote na wakanyamaza? Lakini kauli hizo zimekosolewa vikali na wanaharakati wa demokrasia wakisema zinachochea mazingira ya hofu, ukandamizaji na ukiukwaji wa haki za kisiasa. Mwanaharakati Miriam Atembe amemlaumu rais Museveni kwa kile alichokitaja kuwa ni kuendelea kuwakandamiza wapinzani wake hata baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi. Kwa nini wapinzani wanaoonyesha uwezo wa kuchukua mamlaka lazima wateswe, wauawe au watekwe? Je, hii ndiyo Uganda uliyopigania ukiwa kijana ulipoenda porini kutukomboa dhidi ya matatizo yaliyokuwa akitoangaisha from watu wa safari. Kwa sasa, Bobi Wine anaripotiwa kuwa bado mafichoni, huku viongozi wawili wa chama chake ambao ni manaibu wake wa kikanda Dkt Lina Zedriga na Jacqueline Joli tukamshaba wakiripotiwa kutekwa nyara na kutofahamika waliko. Makamu mwingine Mwanga Chivumbi alikamatwa wiki iliyopita na kufunguliwa mashtaka ya ugaidi na uhaini. Aidha, mwishoni mwa wiki, vikosi vya usalama vilivamia makazi ya Bobi Wine kwa mujibu wa mkewe ambaye bado amelazwa hospitalini, askari walimhujumu wakaharibu nyumba kwa kuvunja milango na samani na kuchukua mali mbalimbali ikiwemo simu za mkononi. Serikali hata hivyo imekanusha madai kuwa Bobi Wine analengwa kukamatwa. Bobi Wine ni kusema kuwa yuko mafichoni, hana sababu, hakuna anayemwandama, hawindwi na polisi, majeshi wala utawala. Kama msemaji wa serikali ya Uganda nasema, yuko huru kutoka alikojificha na arudi nyumbani, alisema Chris Bario Musi, msemaji wa serikali. Katika hatua nyingine, leo mitandao ya kijamii imefunguliwa kikamilifu baada ya kufungwa kwa siku kumi na tatu. Ingawa intaneti ilifunguliwa wiki iliyopita, wananchi wengi waliendelea kutumia mitandao ya VPN kuwasiliana. Reg Emmanuel, DW Kampala. Na mtuelekea nchini Kenya. Aliyekuwa makamu wa rais Rigathi Gashagwa anadai kuwa uvamizi dhidi yake kwenye ibada ya kanisa siku ya e Jumapili ulilenga kumuua. Gashagwa anadai kuwa uvamizi huo ulifanywa kwa ushirikiano wa polisi na wahuni ambapo magari yake yaliteketezwa moto. Kwa upande mwingine, serikali kupitia makamu wa rais Kithure Kindiki amesema shambulio hilo lilipangwa na Gashagwa kwa lengo la kuvuta hisia za kuonewa huruma. Iahuwasilwa Wasilwa anaarifu zaidi. Tukio hilo lilitokea katikati ya ibada katika kanisa la Wairima ACK katika jimbo la Nyeri, ambapo Gashagwa alikuwa mgeni. Akijibu tukio lenyewe, makamu huyo wa zamani Rigathi wa Gashagwa amedai serikali ilikusudia shambulio hilo, akiwalaumu polisi na makundi yanaounga mkono na serikali. Gashagwa amedai pia kuwa risasi za moja kwa moja zilitumika na magari yake yaliharibiwa. Amelaumu rais William Ruto moja kwa moja akidai kulikuwa na njama ya kumuua wakati wa ibada ya kanisa na ameomba Wakenya wamwombee usalama wake. Hawa watu walikuja na gari la serikali nambari ya usajili GKB 765X na nyingine kutoka kituo cha polisi cha Maragwa lililo wabeba wahuni na maafisa wa polisi kutoka Muranga. Hata hivyo naibu rais Kithure Kindiki ameelezea kuwa ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa ibada kwenye kanisa ambalo Rigathi Gachuaga alihudhuria huko hukodaya huenda ziliandaliwa naye ili kupata huruma ya kisiasa. Kindiki alitoa kauli hiyo akilaani vurugu hizo kama kitendo cha kigaidi kinachohatarisha utamaduni wa kidemokrasia nchini Kenya na uhuru wa kuabudu. Katika taarifa iliyotolewa baada ya tukio la Jumapili, Kindiki alisisitiza kuwa ghasia, bila ya kujali chanzo au kisingizio chake hazina nafasi katika siasa za Kenya. Hata hivyo, Gachagua ameyakanusha madai ya Kindiki. nimeona upuzi mwingi ukisambaa mitandaoni ati nilipanga shambulio hili. Tunaweza kupata wapi mabomu ya machozi? Je, yanauzwa kwenye maduka? Tutapata wapi bunduki aina ya AK47? Tutapata wapi magari ya polisi na mavazi yao rasmi? Hatuwezi. Kiongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka amelaani kitendo hicho. Kwa hivyo tunakemea kwa nguvu zote tukio hilo na kuweka mbele yake mheshimiwa rais William Ruto. Ni lazima ye mwenyewe ndiye ameidhinisha tukio kama hilo, haliwezekani bila William Ruto kusema fanyeni hiyo kazi. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amesema uchunguzi unaendelea akibainisha kuwa magari kadhaa yaliharibiwa katika vurugu hizo, ikiwa ni pamoja na magari yote ya kambi ya Gashagwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo. Asante sana kwa kuendelea kuitegemea na kuitazama idhaa ya Kiswahili ya DW, na tunaendelea kupokea maoni yako ambayo unatuandikia kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali mbali. Turudi katika safu ya uchambuzi. Nchi za Ulaya zinazopakana na bahari kaskazini, zikiwemo Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na Denmark zimekubaliana kufanya uwekezaji mkubwa ili kupanua uzalishaji wa nishati ya upepo wabaharini katika mkutano mkubwa uliofanyika huko Hamburg hapa Ujerumani hii leo. Sudimnete mnete anafuatilia mwenendo wa mkutano huo. Kimsingi, kwa mipango iliyopo sasa kwa maeneo ya kuvuna upepo katika bahari ya kaskazini ni kuunganisha mifumo ya umeme ya zaidi ya nchi moja, ikiwa ni kwa mujibu wa makubaliano yaliyotoa saini na mawaziri wa nishati katika mkutano wa tatu wa bahari ya kaskazini uliofanyika Hamburg. Kundi la nchi zinazopakana na bahari ya kaskazini linataka kuboresha mazingira ya uwekezaji na kupunguza gharama, wakati Ulaya inapambana kufanya miradi ya upepo iwe na faida ya kifedha, huku wawekezaji wakiwa bado na mashaka, kwa kuwa serikali ya sasa Marekani imekuwa na msimamo mkali dhidi ya nishati yenye kuzingatia utunzaji wa mazingira kama ilivyoonyeshwa na rais wa Marekani Donald Trump aliposhambulia maeneo ya miradi ya nishati ya upepo katika hotuba yake ya Davos wiki iliyopita. Ulaya inataka kujijenga kama chaguo thabiti kwa uwekezaji katika nishati hiyo safi. Chini ya makubaliano mapya, serikali ya Ujerumani inasema kuwa hadi gigawati mia moja za uwezo wa uzalishaji zitatolewa katika eneo hilo. Waziri wa uchumi na nishati wa Ujerumani, Katarina Raiche, anasema lengo lao kufanikisha uwepo wa kituo kikubwa zaidi cha nishati hiyo duniani. Wir stellen unsere energieversorgung resilienter auf. Tunafanya mfumo wetu wa upatikanaji wa nishati uwe thabiti zaidi, tunaufanya uwe endelevu zaidi, kwa pamoja tunaufanya uwe salama zaidi. Wakati dunia inapiga hodi, Ulaya bara hili linasimama pamoja, tunafanya kazi na kushirikiana kwa ajili ya ustawi, usalama na uhuru barani Ulaya. Asanteni sana. Und freiheit in Europa, vielen dank. Wakati huo huo kumekuwa na wigo wa ahadi ya kuendelea kutoa zabuni za mara kwa mara za miradi ya nishati ya upepo wa bahari katika bahari ya Kaskazini baada ya mwaka elfu mbili na thelathini kwa kulenga kutoa uhakika wa mipango ya uwezeshaji kwa kampuni za nishati ya upepo na mitandao ya umeme. Kwa upande mwingine, sekta ya viwanda imekubali kupunguza gharama za jumla za uzalishaji wa nishati kwa asilimia thelathini ifikapo mwaka elfu mbili na arobaini zaidi ya hayo kiasi cha yuro bilioni tisa nukta tano kitawezeshwa katika mpango mpya wa uzalishaji barani Ulaya kufikia mwaka elfu mbili na thelathini, na hatua hiyo itaunda ajira mpya elfu tisini na moja. Mwaka jana maeneo ya miradi ya nishati ya upepo wa baharini yalichangia takriban asilimia tano ya matumizi ya umeme nchini Ujerumani. Kwa jumla nishati mbadala ilifidia karibu asilimia hamsini na sita ya matumizi ya umeme ambapo mitambo ya upepo ya nchi kavu ilichangia sehemu kubwa zaidi ikifuatiwa na mitambo ya nishati ya jua. Asante sana Sudi Mnete kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, mwaka mmoja umetimia tangu mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulipoangukia mikononi mwa waasi wa M ishirini na tatu tarehe ishirini na saba Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano mji ulidhibitiwa kikamilifu na waasi hao ambao ni washirika wa Rwanda baada ya mapigano makali ya siku kadhaa. Maisha ya wakazi wa mji huo na maeneo mengine wa mikoa ya Kivu yamebadilika pakubwa, kama anavyoeleza mwandishi wetu kutoka Goma, Rutha Longa, katika ripoti hii inayosomwa studioni na Bakari Ubena. Kwa wakazi wa Goma, tarehe ishirini na saba Januari mwaka elfu mbili ishirini na tano imebaki siku isiyosahaulika. Katika saa na siku zilizofuata kuanguka kwa Goma, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR ilikusanya miili katika maeneo mbalimbali ya mji, huku shughuli za kiuchumi zikiwa zimesimama kabisa. Wakazi wengi walilazimika ama kujifungia ndani au kukimbia kuyanusuru maisha yao. Mwaka mmoja baada ya matukio haya, watu hao bado wanaishi na athari za tukio hilo, msongo wa mawazo, vifo, kutengana kwa familia na hali ngumu ya kiuchumi, kama anavyosimulia mmoja wao. Colette Furaha mwenye umri wa miaka 55 anasema siku waasi wa, wa M23 walipoukamata mji wa Goma nyumba yake haikuwa tena kimbilio, bali ilikuwa kama mtego kwa wakazi wengi. Kuanguka kwa mji kulikuwa ni mshtuko mkubwa, hakuna aliyetarajia. Goma ilionekana kuwa salama kutokana na uwepo wa jeshi la Kongo, wanamgambo wa Zalendo na vikosi vya MONUSCO. Lakini wakati waasi walipokuwa wakisonga mbele kimya kimya upande wa kaskazini kuelekea Kibumba, majeshi ya serikali yalikuwa yakiweka nguvu zao magharibi kuelekea Sake. Safi Elisee anasema kila kitu kilitokea kwa ghafla, hatukutarajia, tulijua kuna silaha nyingi hapa, Wazalendo, Fardese, MONUSCO. Halafu kila kitu kikasimama, hakuna biashara, hakuna mahitaji ya msingi, vita vikaanza. Shirika la Msalaba Mwekundu linakusanya maiti mitaani, benki zimefungwa, kila kitu kilitokea ghafla. Leo tumetimiza mwaka mmoja wa kuishi kwa kubahatisha. Ukweli ni kwamba hatuna tena maisha ya kawaida. A vrai dire nous n'avons pas de vie. Goma ilikuwa imekatika kabisa bila maji bila umeme na bila mtandao wakazi hawakuwa na njia nyingine isipokuwa kuelekea karibu na mpaka wa rwanda ili kuwasiliana na ndugu zao familia nyingi zilijikuta zimetengana na zikiwa katika hofu kubwa hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa kijana huyo wa miaka thelathini Archimede Ted kulikuwa na hofu tuliwekwa ndani ya nyumba ilibidi tugawanyike mimi nililazimika kuwaacha kaka zangu nyumbani na kukimbilia rwanda Wakati mapigano yakiendelea, wa tulikuwa na maswali mengi. Bila intaneti, hatukujua chochote. Je, bado wako hai? Na tulipokutana tena, ilikuwa ni hisia mchanganyiko, furaha lakini pia hofu. Mwaka mmoja baada ya emu ishirini na tatu kuchukua Goma, wakazi bado wanakabiliwa na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na mapigano. Hata hivyo, kiwango cha ukosefu wa usalama mijini kimepungua kwa kiasi fulani ingawa shughuli zimeanza kurejea polepole watu wengi bado wanakumbana na hali ya umasikini na kutokuwa na uhakika wa maisha yao. Tukamilishe safu ya uchambuzi jioni hii. Viongozi wa umoja Ulaya, wa Ulaya wameshiriki hivi leo gwaride la sherehe ya siku ya jamhuri nchini India wakiwa kama wageni rasmi, huku kukitarajiwa kutiwa saini kati ya pande hizo mbili mkataba wa biashara huria. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Viongozi wakuu wa Umoja Ulaya, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na rais halma wa halmashauri kuu Ursula von der Leyen wameshiriki gwaride la sherehe za India za siku ya Jamhuri, kabla ya kutiwa saini kesho Jumanne kwa mkataba unaosubiriwa kwa hamu wa kihistoria kati ya Brussels na New Delhi kuhusu biashara huria na ushirikiano wa kiusalama. Pande hizo mbili zinataka kuangalia uwezekano wa India kushiriki katika miradi ya ulinzi ya barani Ulaya, kwa mujibu wa rasimu ya ushirikiano wa maswala ya usalama na ulinzi iliyoonekana na shirika la habari la Reuters. Ushirikiano huo unaku katika wakati ambapo Ulaya inahangaika kutaka kupunguza hali ya kuzitegemea Marekani na China na badala yake kujaribu kuimarisha mahusiano yake ya kidiplomasia na kiuchumi na maeneo mengine. Ushirikiano unaozungumziwa unatokana na mazungumzo ya mwaka mmoja kati ya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya na India kuhusu usalama, ulinzi, sambamba na kuimarisha ushirikiano wa usalama baharini, usalama masuala mtandao, na kukabiliana na ugaidi. Kwa mujibu wa nyaraka ilionekana na Reuters imefafanuliwa kwa uwazi kwamba kuongezeka kwa vitisho vya usalama duniani pamoja na mivutano ya kisiasa ya kikanda na mabadiliko ya kasi ya ulimwengu wa teknolojia ni mambo yanayoonyesha umuhimu wa Ulaya na India kushirikiana kwa karibu katika masuala ya ulinzi na usalama. Kwenye sherehe za maadhimisho ya miaka sabini na saba ya jamhuri mjini New Delhi, India imeonyesha uwezo wake wa kijeshi ikiwemo kuinadi mifumo yake ya ulinzi wa anga ambayo ni pamoja na makombora na droni zana ambazo zilipelekwa mwaka jana katika mapambano ya siku nne na jirani yake Pakistan. Waziri Mkuu Narendra Modi amelitaja tukio hilo la sherehe za jamhuri kama chachu inayowasukuma nchi yake India kutazama zaidi kujenga maendeleo ya taifa hilo. India na Umoja wa Ulaya wamekuwa kwenye mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kibiashara kwa zaidi ya mwongo mmoja kabla ya ushuru wa Rais Donald Trump wa Marekani kuwafanya kuongeza kasi kuharakisha juhudi zao hizo mwaka jana. India iko kwenye mkondo wa taifa la nne duniani lenye uchumi mkubwa mwaka huu, kwa mujibu wa ubashiri wa shirika la fedha duniani IMF. Biashara ya bidhaa kati ya India na Umoja wa Ulaya ilifikia yuro bilioni mia moja na ishirini mwaka elfu mbili ishirini na nne, ikiwa ni ongezeko la karibu asilimia tisini katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Ulaya. Makubaliano ya kihistoria ya biashara huru ya yanayosubiriwa kwa hamu kusainiwa kesho Jumanne ni ushindi mkubwa kwa Brussels na New Deli, kwa sababu pande zote mbili zinataka kufungua milango kwa masoko mapya ya kibiashara, kupambana na ushuru wa Marekani na ubinafsi wa Wachina wa, wa kudhibiti masoko yao. zamu yake Lilian Mtono kuweza kutuambia ile yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu nimemwona akicheka sana kulingana na ile maoni yanayoandikwa mitandaoni kwetu. Ah, ah, ah, Lili, kulikoni? Sijasema ucheke tena, unanikumbusha hapana. Lili, nimekuona hoi, sijui wanasemaje huko mitandaoni Saumu. Naam. Kwanza nataka niwakumbushe, kwamba uh, wafuatiliaji wetu, wasikilizaji wetu kwamba tuna kurasa zetu za mitandao mm -hmm, ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Sasa huko kuna mengi tumeweka, lakini kilichokuwa kinanichekesha leo ni maoni ambayo alikuwa anatolewa kwenye ile, eh, katuni ambayo tumetolewa na mwenzetu Michael Michael amechora amechora katuni mm -hmm. ambayo inaonyesha mzozo ulitokea mwishoni mwa wiki iliyopita mm -hmm. Ehe, kati ya mbunge Joseph Msukuma, huyu ni wa Geita vijijini mm -hmm. na mwekezaji huyu anaitwa Rashid kwa mm. eh, sasa ile video namsambaa kwenye mitandao mm. eh, ya kijamii huko nyumbani, lakini tukamwomba naye saiima katuchoree, kwa hiyo akatuchorea pale. Maoni sasalia nikusikia upande wa pili kule nashindwa lili imekuwaje, unasema aa, kwenye maoni kumeniacha hoi, kwenye maoni kumeniacha hoi, mm, lakini machache John Mwandu wa Dar es Salaam anasema kauli za mwekezaji kujiona kama mfalme wa kisa, kisa ana kigogo ikulu na kujibu jeuri. Hata ningekuwa mimi lazima ale makofi, haijalishi <laughs> nguvu alionayo mwekezaji, alipaswa kutumia busara, kama inaonekana alikuwa, maana inaonekana alikuwa na taarifa juu juu kama hiyo ya almashauri ya. Na Thomas Mayunga anasema migogoro ya kijamii haimalizi kwa hisia, maana yake ugomvi huongeza tatizo, lakini busara na hekima hutuliza ghasia ile kutoelewana ni kama yeye anaona ni kama hakukuwa na hekima. E, mpaka ifikie watu wazichape, mm -hmm. Ilikuwa imeenda sana. Ilikuwa imeenda sana na mm -hmm. John Francis anasema hadi mwisho wa mpambano ni nani alikuwa na pointi nyingi, mwekezaji au msukumo? <laughs> kwa hiyo vitu kama hivi peni vilikuwa vinanichekesha, lakini mm -hmm. ninapenda ni tu watu waendi kule kwenye mitandao yetu, Facebook na Instagram, wataiona hiyo cartoon na watacheka. <laughs> Maoni, alafu watafurahi, watafurahi wenyewe, mm -hmm. na kitu kingine ambacho nimekiona bado kinasambaa kwenye mitandao ya kijamii tangu, mwe, tangu tangu weekend saumo, mm -hmm. ni namna Marekani ambavyo inapambana na dhoruba ya theluji, hali ni tete eh, na picha video zinaonyesha namna watu wanavyopambana huko, na inaelezwa kwamba athari zake zina, zinaweza kugharimu taifa hilo zaidi ya dola bilioni mia moja mm. na majimbo kumi na saba yameathirika zaidi na hadi sasa inasemekana watu kumi na sita wamefariki. Nimeona mm -hmm. video moja inamwonyesha meya wa New York Zohran Mamdani naye akisaidia juhudi za kuondoa theluji ambayo imejaa barabarani na maeneo mengine hayana umeme. Jiji la New York sasa linatajwa kuwa na baridi zaidi kuliko hata Alaska ambapo mm. kunaonekana kuwa na baridi zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla, hali ni mbaya Marekani, kazi zimesimama, shughuli zimesimama, usafiri, mabadiliko ya tabia nchi. Mabadi nchi kwa ujumla. Bila shaka asante sana Lili. mm. mwelekezi anaashiria kwamba muda umekataa, tuendelee na yanayovuma mm -hmm. ku mitandaoni mm. lakini alau tusome ujumbe wa waliotutumia kupitia mitandao yetu. Mimi nianzie pale Facebook, anasema Eric Maiyo, nimeitegea sikio dochivele nikiwa Mombasa, Kenya. Mie huko huku. Felicia anasema siasa za Kiafrika ni kizungumkuti. Wakili Kabuji anasema upinzani Afrika Mashariki wanapitia wakati mgumu sana na Filipo John Bosco wa Tanzania anasema hongera Yoweri Museveni kwa kufikisha miaka arobaini madarakani, la sasa inatosha, yani mm. nahika, tunis, umu, <laughs> na nahika tuni saumu nakuambia, nawe nenda kaone huko sambache. Juni anauliza Afrika, tunaelekea wapi? Mbona tunauana wenyewe kwa wenyewe? Na Freeman Imran anasema anauliza huko Kenya kulikoni? Petro Mathias ametuandikia anasema kwa kinachoendelea huko Uganda kinaonyesha kuwa Afrika bado sana kujitawala. Godi Elia akiwa Mufindi, Tanzania anasema Yoweri Museveni ameongoza miaka mingi sasa achie wenzie. Ruben Bandora akiwa Dodoma anasema Museveni anaikandamiza demokrasia ya Uganda, hakuna haki kwa raia wake na upinzani. Aden Mwalongo wa Iringa Tanzania anasema Museveni achie madaraka, wengine waongoze, huoni kuwa unakiuka taratibu za kidemokrasia? Matete Magesa ametuandikia kutokea Mwanza anasema, Rais Museveni wa Uganda unapaswa kuangalia upya hali ya siasa nchini mwako. Na Kaya Sangito anasema watawala wasitaka kuheshimu maamuzi ya wananchi hutumia lugha ya kuwaita siasa wengine wa upinzani magaidi wa hi, wa haini na kadhalika na kutumia mwanya huo aidha kuwaua au kuwapoteza ili waendelee kubaki madarakani. Nami nisome ujumbe wake Gideon Nova yanauliza Urusi na Ukraine mu utapigana mpaka lini? Charles Amori anasema ukandamizaji wa upinzani na wakosoaji wa serikali Afrika Mashariki ni wakutia hofu na wasiwasi wasi. Musa Zuberi Kabumaya ametuandikia akiwa miaka anasema miaka arobaini ya anasema utawala wa rais Yoweri Museveni iwe ya mwisho hili aondoke madarakani kwa heshima. Na Aaron Julius anasema siasa barani Afrika ni pasua kichwa. Sabrina anatuandikia kutokea Ukonga anasema hayo mawaje mauaji yanayoendelea huko Marekani yanaonyesha picha mbaya kwa taifa hili. Asante sana Liliani Mtono kwa ujumbe huo na msikilizaji. Ndio mwisho wa matangazo jioni hii. Asante sana kwa kutuazima kiungo chako muhimu cha sikio. Hadi wakati mwingine kwa niaba wenzangu wote. Jina langu ni Samuel Njama nikutakie jioni tulivu. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa herini. DW Kiswahili, chaneli ya DW Kiswahili kwenye YouTube. DW Kiswahili inatanua upeo wako. <coughs> DW Kiswahili hukufanya mwerevu zaidi. Jiunge nasi kwenye DW Kiswahili, subscribe na bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na chochote.